Karibu Tabora, karibu Toronto. Kardinari Robert Prevosti, papa mpya ambaye kwa sasa ndiye kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani. Akiwa ni papa wa 267, alizaliwa tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 1955 huko Chicago nchini Marekani. Hadi kuchaguliwa kwake leo Alhamisi, Mei 8, 2025 kiongozi huyu alikuwa akihudumu kama mkuu wa dikasteri wa kanisa kwa maaskofu, na sasa anatambulika kwa jina la Papa Leo wa 14, ambapo inatajwa kuwa ndiye Mmarekani wa kwanza kuwa papa. Ametangazwa kutoka katikati ya kanisa kuu la Vatikani, tangazo lililotolewa na kadinari shemasi Dominikiwe Mambeti:

Hatua hiyo imefikiwa baada ya siku mbili za kupiga kura, akidi ya theluthi mbili muhimu kwa uchaguzi ikiwa imefikiwa. Katika siku ya pili ya mkutano mkuu wa uchaguzi wa papa mpya leo Mei 8, 2025, imeshuhudiwa moshi mweupe kupitia dohani katika kanisa dogo la Sistine kuashiria kuwa papa mpya amepatikana. Shangwe na nderemo ikatanda katika uwanja wa kanisa la Mtakatifu Petro, mamia na maelfu ya watu wakishuhudia moshi huo ukifuka wengi wakiwa wameshikilia simu zao za mikononi ili kuwa na kumbukumbu ya karibu, kuthibitisha kupatikana kwa kiongozi huyu mkuu wa kanisa Katoliki duniani. Kengele zilisikika zikigongwa wakati wa tukio hili, kuashiria kuwa makadinali 133 wamemchagua mrithi wa Papa Francis aliyefariki dunia Aprili 21, 2025. Moshi mweupe ulitanguliwa na mweusi uliofuka kwa nyakati tofauti mara mbili leo asubuhi na jana Mei 7, 2025, majira ya usiku. Hata hivyo, kupatikana kwa Papa Leo wa kumi na nne kunaandika historia kwani kumbukumbu zinaonyesha kuwa mkutano uliofanyika kwa muda mfupi unakadiriwa kuwa saa kumi ulifanyika mwaka 1503 baada ya kifo cha Papa Piusi wa tatu, makadinari walikutana na kumchagua Papa Julius wa pili, lakini mkutano mrefu zaidi katika historia ulichukua takribani miaka mitatu yaani siku elfu moja na sita alipochaguliwa Papa Gregory wa kumi mwaka elfu moja mia mbili na sabini na moja kupitia YouTube channel, gonga na subscribe chaneli yetu ili uwe wa kwanza kuhabarika na kuburudika na Toronto Online TV. Karibu Tabora, karibu Toronto.